Mchambuzi, taifa la Uingereza likiwa kama moja ya mataifa ya Ulaya limesitisha misaada rasmi ya taifa la Rwanda kama moja ya taifa la Afrika Mashariki, lakini Afrika kwa ujumla, pengine hili tukilitazama kwa namna moja ama nyingine linaleta athari zipi kwa taifa hili changa? Kati ya yale yanayoendelea barani Afrika ni kuvunjika kwa mahusiano ya kidiplomasia. Mahusiano ya kidiplomasia ni msingi sana, kwa sababu mataifa haya yanayoendelea yanategemea na sana mataifa ya nje katika masuala mengi tu, ikiwemo suala la usaidizi katika bajeti zao za kuendesha shughuli za nchi, lakini pili, katika taasisi zinazotokana na Rwanda na mataifa hayo kufanya kazi ndani ya Rwanda na katika nchi hizo zingine kwa hiyo hilo ni la kwanza. La pili e, utegemee Rwanda kubadilisha sera zake e, na sera zake zinaweza zikaleta ugumu sana, kwa sababu ni vitu ambavyo vimejitokeza katika kipindi ambacho mataifa yana ugumu sana katika uchumi, yana ugumu sana katika e, masuala ya uzalishaji na mazingira kwa ujumla. Na ukiangalia Rwanda hana ana, urafiki sana na mataifa yaliyomzunguka. Ukiangalia Rwanda Uganda wana matatizo naye Ukija e, Burundi wana tatizo naye, na mataifa mengine nje ya hapo, na uliona alitishia e, Afrika Kusini. Kwa hiyo kuna misuguano ya namna hiyo ambayo inaweza ikaifanya Rwanda aidha e, ibadilishe namna yake au itafute itafute njia nyingine ya kuona ni jinsi gani inaweza ikaendelea kushirikiana na mataifa mengine. Kwa upande mwingine mchambuzi, hali ya kukatishwa kwa misaada kwa mataifa ya Afrika imekuwa lukuki kwa mataifa ya magharibi kwa siku za hivi karibuni, wewe ukiwa kama mchambuzi wa siasa za kimataifa, kikanda na kibara, pengine hili unalitazama vipi na lina uhusiano gani na swala la Uingereza kusitisha misaada yake Rwanda? E, mimi naliangalia kwa uchanya sana kwamba hapa ni, ni kile ambacho tunasema kwamba e, anayempiga teke chura anakuwa anamwongezea mwendo. Mataifa ya Afrika yakilisaidia kwa kiasi kikubwa, yakakaa pamoja na akaanza kuelewana na akaondoa hizi changamoto na, na niseme kutoelewana, ambapo kumo katika nchi na nchi, wanaweza wakatengeneza mifumo mizuri ya kulisaidia na hivyo waka- wakaanza kupunguza utegemezi. Kwa hiyo ni jambo la aina hiyo ambalo anaviangalia kwa mifumo hiyo. Mataifa ya Ulaya yanaenyewe yanatakiwa yatetee watu wake, maana ni kodi zao, japo ndio tunayajua mataifa ya Ulaya karibia yote yameendelea kuwa wizi tu, kwa kuwaibia Waafrika kwa kuwapeleka utumwani na kwa kuwa, kwa, kuwa, kwa kufanya ukoloni katika mataifa hayo. Tunajua ni historia hiyo ambayo kila mmoja anaijua, hata wao wanaijua. Kwa hiyo kumbe Ee, wanapoacha ni jambo jema kwamba na nchi hizi za Afrika zianze kuangalia namna bora ya kutumia rasilimali zake, rasilimali watu, rasilimali za asili, mito, maziwa, bahari na vinginevyo. Na wangeanza kubadilisha hata majina ya rasilimali ambazo zinatokana na majina ya Ulaya na yale yote ambayo yanaambatana nazo. Kwa mfano mtu anakuambia bahari ya Hindi, bahari na nini, kinachotakiwa kuitwa Hindi hapo? Kwa kutamatisha hali ya kiuchumi kwa mataifa ya Afrika ilivyo hivi sasa, unadhani moja kwa moja mataifa haya yanaweza yakawa yako tayari kujiimarisha na kujitegemea yenyewe pasi na misaada kutoka nje? Ni njia mwafaka. Unajua, katika mahali ambapo una una una tatizo, ndipo akili inachangamka na ndipo unaanza kurudi katika fikra iliyotulia kuona unajikwamuaje. Kama tusingekuwa kwa mfano tunapambana na na na hii tunaita kanimvuto, eh, force of gravity, kwa mfano tusingeweza kutengeneza viatu, kwa sababu viatu ndivyo vinatusaidia kanimvuto isiweze kuondoa nyama katika katika visigino vyetu. Kwa hiyo, kumbe ni matatizo ambayo anakupana aza nikasema, Afrika walilala wali sana, katika maana ya kwamba waliona mataifa yale yanaendelea kusaidia, yanaendelea kutoa michango kwenye bajeti, na unaona kwa mfano bajeti ambayo ina inategemewa eh, kutoka Ulaya. Hata utaangalia bajeti ya nchi yetu, utakuta asilimia karibia arobaini mpaka thelathini thelathini mpaka arobaini inatoka kwa nchi wahisani, na hizo ndizo zitakazotumika kununua mashangingi mfano au kufanya shughuli zingine ambazo zinaonekana ni kama anasa fulani, lakini wakitoa hicho kitu hakipo itasaidia sana. Lakini kingine, si kwamba hii tunasema misaada yote ni mibaya, hapana. Wakati mwingine inajenga barabara tunaweza kupita, wakati mwingine inapeleka dawa mahospitalini tunapona, lakini sidhani kama kuna mataifa ambayo yameendelea kwa kutega bakuli, ili ili waweze kujenga taifa lililo imara.